Ni kasufuri yangu ambaye haina maji, ina maana imekauka. Natia mafuta. Mafuta yetu yanaendelea kuchemka taratibu. Unapopika lazima mafuta yachemke, mafuta nayo yanatakiwa yaive, mafuta nayo yanatakiwa yatoke vile vimele yamelea, kama tunavyosema kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kumletea binadamu matatizo ndani ya mwili wake: chakula, matembezi. Kwa hiyo tunapokuwa tunapika, lazima tuwe makini, ni lazima tuhakikishe vitu vinaiva vizuri zaidi. Mafuta lazima yachemke vizuri, ili niweze kuweka vitunguu saumu. Ni ndani ya TBC katika kipindi chetu cha mapishi na Mayasa wa Mrisho. Siku ya leo tuna ndizi mzuza na rosti la maini. Nakwambia hivi usitoke. Endelea kukaa hapo hapo ukiangalia tunafanya nini na tunaendelea nini. Kila hatua moja itakufurahisha, kila hatua nyingine wewe itakufundisha. Sawa, kaa hapo hapo usitoke. Wakati mafuta yetu yanaendelea kuchemka, na kwa nafanya maandalizi madogo madogo tu, naweka vitunguu vyangu karibu. Kuchukua kitunguu saumu so changu na kiweka karibu kwa sababu ni vitu ambavyo vinaambatana. Katika maandalizi ya kupika ni mwanzo wa kuanza kupika, kama tunavyoanza kuweka msingi wa nyumba na chakula, ndo hivyo hivyo. Hivi ni vitunguu ambavyo nimevikatakata vizuri kabisa. Mafuta yangu yameshachemka sasa, ninatia vitunguu vyangu, nina vikaanga ili visije vikaungua au vikaiva upande mmoja. nakaanga vitunguu vyetu na vikaanga vitunguu mpaka viwe vya brown, ili niweze kuweka kitunguu saumu, na vikaanga vitunguu mpaka viwe vya brown, ili tuweze kuweka kitunguu saumu. Unajua, kitunguu nacho kinataka kiive. Kuwa kitunguu maji cha brown kinasaidia vitu vingi, kimoja hapo kufanya mchuzi kuwa mzito, kufanya mchuzi usiwe na vile vitu vyeusi vyeusi, ni mojawapo katika kufanya kitunguu kikungua tu. Basi utakuta unapika mchuzi wako na vitu vyeusi vyeusi, basi ujue utakuwa hapo uliunguza kitunguu chako maji. Kwa hiyo unapokaanga, mimi hapa nakuwa makini sana, kila wakati kuvichanganya vitunguu, ili visije vikaiva upande mmoja, vingine vikawa vijaiva. Nachukua maini yangu nayasogeza karibu kabisa. Maini ambayo nimeyaosha sijayatia chochote kile. Kama unavyoona vitunguu vyangu vimekuwa vya brown vyote vya brown, natia maini yangu sasa hivi. Haya maini sijayatia chochote ambayo nimeyaosha tu na maji na kukatakata vidogo vidogo, inakoroga kuchanganya na vitunguu vyangu nivyoviweka, nakanga maini yangu vizuri kabisa kama unavyoona maini yanachanganyika vizuri na vitunguu ambavyo nimeziweka.